Mwanadamu anaweza akafiwa na mume wake na mke wake na mtoto wake, ikamuuma, ikafika mahala akajiona mtu ambaye hana bahati, au kupotelewa na jambo fulani akaona kwamba la, mbona nafsi yangu inakwenda si sawasawa, mbona nampenda mtu fulani, kwa nini Allah akamwondoa? Lakini kuna mbadala, kulingana na nafsi kama zile mke wa mtume Muhammadin, sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, pale ambapo mwanadamu anapohisi unyonge, ima kwa kuondokewa na jambo lake lililokuwa muhimu, mwanadamu akajiona kwamba yeye kapata mapungufu ya kimaumbile, kuondokewa na jambo, mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametupa silaha ambayo ni dua iliyokuwa muhimu.

akapata madhara ya kupata mtihani msukosuko wa msiba. Msiba si kufiwa tu ndugu zangu katika imani. Msiba inawezekana mwanadamu akapata maradhi ni msiba. Inawezekana mwanadamu Allah akampa mtihani wa kuondokewa na mali yake ni msiba. Inawezekana mwanadamu akapata mitihani yoyote sawa wake au wa kijamii huu ni msiba. Hakuna mwanadamu yote Allah akampa mtihani akamletea msiba Faqala, akasema, Allahumma, ewe mola wangu. Allahumma ajirni fi musibati, ewe mola wangu, naomba unipe ujira, nipe malipo yaliyokuwa mema kutokana na mtihani uliokuwa umenipa, nipe malipo mema kutokana na mitihani ambayo uliokuwa umenipa. Wa akhlif li fi musibati, na nipe mbadala katika ule msiba ambao wewe uliokuwa umenipa, kama umeniondoshea mke, umeniondoshea mume, umeniondoshea mtoto, umeniondoshea mali, ewe mola wangu, nipe mbadala wa jambo hilo. Qala Umu Salama radhiya Allahu anha fatufi. Abu Salama akafa, Abu Salama ambaye ni mume wake, kabla hajaolewa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Umu Salama nafsi yake kama mwanadamu ikasononeka Akatazama amefiwa na mume wake, hali ya kwamba ana watoto waliokuwa wadogo, watoto waliokuwa mayatima, anaona itakuwaje, kimaumbile ya kibinadamu. Akakumbuka kauli ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, anasema fadautu Allah, nikamwomba Allah ile dua aliyonifundisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasalam, wa akhlafa li Allah, akanipa kilichokuwa bora baada ya Abu Salama ambaye ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akamwoa Umu Salama badala ya Abu Salama akawa ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akamwoa akamuoa Umu Salama. Na baada ya kumwoa Umu Salama pale pale, Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia watoto wa Umu Salama wale mayatima wakawa chini ya ulezi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo maumbile ambayo tunatakiwa tuyaige.